Kitabu cha Yoshua bin Sira, sura 49, naya 50. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mtu wa Mungu mahala popote ulipo ili tuweze kuungana rasmi kuanza usomaji. Tuombe kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya nafasi nyingine ambao unatupa nafasi kusoma neno lako. Tunaomba Baba, utusamehe hata kwa ajili ya makosa mbalimbali mbali tuliyonayo. Tunaomba ewe Bwana, utuoshe kwa huruma yako na rehema zako. Tunakaribisha uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba uweze kuwa pamoja na sisi ili Bwana tuweze kulisoma neno lako na kulielewa, hekima yako ijifunue ndani yetu ili Mungu tuendelee kuwa hodari, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa ni kitabu cha Yoshua bin Sira ile sura ya arobaini na tisa na ya hamsini. Sura ya arobaini na tisa. Ukumbusho wa Yosia ni kama una ubani uliochanganywa kwa kazi ya fundi, ni tamu kama asali kinywani, kama wimbo kwenye karamu ya mvinyo akawa adili katika kuwaongoza watu, akayakomesha machukizo ya ubatili. Akaweka moyo wake sawa kama Bwana siku za uovu, akashindisha utaua. Isipokuwa ni Daudi na Hezekia na Yosia, wote walifanya kukosa kwa maana waliiacha sheria yake aliye ya juu. Naamu, wale wafalme wa Yuda wote pia wakawapa wengine nguvu zao na kutoa utukufu wao kwa taifa la wageni. Mji mtakatifu wakaufanya kuchomwa moto na njia zake kuwa ganjo, kama ilivyoandikwa kwa mkono wake Yeremia. Na huyo naye alimtenda mabaya angawa alitakaswa tumboni ili awe nabii kung'oa na kutesa na kuangamiza, kadhalika na kujenga na kupanda. Ndiye Ezekia aliyeona njozi ya utukufu akaeleza namna ya gari la makerubi. Tena nitamtaja Ayubu nabii aliyezishika njia zote za haki pia na manabii tena shara kumbukumbu lao na libarikiwe, hata na mifupa yao ifanikiwe pamoja panapo makao yao, kwa kuwa walimrudishia Yakobo afya yake na kuwaokoa watu kwa sabiki ya uthabiti wa taraja lao. toezaje kuadhimisha Zerubabeli, mradi alikuwa kama muhuri ya pete juu ya mkono wa kuhume; kadhalika naye pia Yeshua bin Yesedeki, ambao hao wawili katika siku zao walijenga nyumba, wakainua hekalu takatifu kwa Bwana lililowekewa utukufu wa daima naye Nehemia, ukumbusho wake ni mtukufu. Alituinulia kuta zilizobomolewa akatujengea tena nyumba zetu, akayasimamisha malango na makomeo. Hakika yake ni wachache ulimwenguni walioumbwa mfano wa Enoko, ambaye yeye naye alichukuliwa juu aingie mbele za uso wa Mungu wala kuzaliwa mtu mfano wa Yusufu na mifupa yake ilihifadhiwa Shemu na Sethi wametukuzwa katika wanadamu na juu ya kila kilicho hai ni utukufu wake Adamu Sura ya hamsini Mkuu wanduguze fahari ya watu wake Alikuwa Simoni bin Yohani kuani mkuu. Wakati wake nyumba ilitengenezwa na siku zake hekalu likaimarishwa. Ukuta ukajengwa na baruji na ulinzi kama zilivyo katika jumba la mfalme. Siku zake kizawa kikachimbwa birika lenye maji tele kama bahari. Akawasumbukia watu awaokoe na kutekwa, akajenga boma mjini mwake juu ya adui. Jinsi alivyotukuka akionekana hekaluni, alipotokea kutoka chumba cha pazia, kama nyota yenye nuru kati ya mawingu kama mbalamwezi katika sikukuu, kama jua ling'arizapo hekalu la Mungu, kama upinde wa mvua katika wingu, kama mawaridi wakati wa matunda mapya, kama nyinyoro penye mito ya maji, kama machipuko ya Lebanoni wakati wa hari, na kama moto wa uvumba chetezoni kama chombo cha dhahabu kilichofuliwa, kimepambwa kila namna ya vito, kama mzeituni ukichanua matunda yake, na mzeituni wenye matawi mabichi. Pale pale alipovaa mavazi ya utukufu na kujivika ukamilifu wa uzuri, alipopanda kwenye madhabahu ya enzi, Alitukuza behewa la hekalu. Mwenyewe amesimama madhabauni kumzunguka, kama shada la nduguze, kama mierezi michanga ya Lebanoni, kama mti wa mitende wamemzunguka Bani Haruni wote kama fahari yao. Alipokea sehemu mkononi mwa nduguze wanashika mikono kafara ya Bwana mbele ya kusanyiko lote la Israeli, hata atakapomaliza huduma ya madhabahu na kupangisha kuni mbele zake aliye juu, na kumimina miguu miguuni pa madhabahu, harufu nzuri mbele zake aliye juu. Ndipo Bani Haruni alipopaza sauti na kupiga tarumbeta zilizofuliwa, wakasikika makelele ya nguvu kumbukumbu, mbele zake aliye juu. Ndipo watu wote walipofanya haraka na kuanguka kifudifudi mpaka chini ili kusujudu mbele zake aliye juu, mbele zake mtakatifu wa Israeli waimbaji nao wakatoa sauti zao na kuhimidi kwa nguvu juu ya mkutano. Ndipo watu walipomsi Bwana aliye juu, kuomba dua mbele zake mwenye rehema, hata ibada ya Bwana itakapokwisha. Na vivyo wakamaliza kuabudu, ndipo aliposhuka akainua mikono yake juu ya kusanyiko lote ya bani Israeli, baraka ya Bwana i midomoni mwake, akajitukuza kwa kutamka Mungu, nao akasujudu tena mara ya pili kuipokea baraka yake aliye juu. Na sasa, mwumidi Mungu wa Israeli, afanyaye maajabu katika dunia humlea mwanadamu tangu tumboni, humtendea sawasawa na mapenzi yake. Atujalie hekima mioyoni mwetu, na amani iwe juu yetu daima, rehema zake zithibitike kwetu, na wakati wake utuokoe sisi. Nimeandika kitabuni humu mafundisho ya ufahamu na elimu. Mimi Yoshua bin Sira bin Elezari wa Yerusalem niliyeeneza hekima kwa moyo. yu heri mwenye kuyatafakari haya, naye ayawekaye mioyoni atahekimizwa, akiyatenda atathibitika katika yote, maana kumcha Bwana ni uzima wake.